Magonjwa ya kiakili yanapoonekana kuongezeka nchini, Katibu katika Wizara ya Afya Meri Muthoni amedokeza kuwa kuna ongezeko la magonjwa ya kiakili miongoni mwa vijana nchini, hasa kutokana na matumizi ya dawa za kulevya, akiongeza kuwa kuna umuhimu wa wananchi kushirikiana na serikali katika vita dhidi ya dawa hizo haramu. It is important to also note that our youths and many other people have indulged themselves in uh, with issues of shisha, issues of uh, drug and substance use, use, the porches, you know, electric cigars. It is very important that a reduction to this is prominent so that we do not have increased cases of mental health. And I want to reiterate and say that shisha is banned in this country. So it is even illegal for you to be, uh, smoking shisha. Dalili za magonjwa ya kiakili ni pamoja na huzuni ya muda mrefu, wasiwasi kupita kiasi, hisia za hofu na msongo wa mawazo. Katibu Modhoni akitoa wito kwa yeyote anayepata dalili za magonjwa hayo kutafuta huduma za matibabu akibaini kuwa magonjwa ya kiakili yanapaswa kupewa umakini kama magonjwa mengine On the same mental health is illness it is a disease so should you have signs and symptoms of the same please present yourself to a qualified or a skilled uh, human resources for health uh, so that you are treated yeah, yeah, yeah. Mazoezi ya mara kwa mara, kujiepusha kulevia na utumizi wa dawa za kulevya, lishe bora na mapumziko ni moja kati ya njia zinazosaidia kuzuia magonjwa ya kiakili. Serikali na mashirika mbalimbali yakiraiwa kubuni njia zitakazosaidia kudhibiti magonjwa hayo. Tungetaka kuomba kwamba leadership yenye iko hii nchi iache kukaa juu peke yake, Iingie mashinani, hapa ndio sauti ya mwananchi iko na hapa ndio tutaweza kubadilisha nchi. So tuliketi chini na kikundi cha wasichana wengine, na tukaona kuna umuhimu wa kuwaleta pamoja kupitia kwa michezo kama mpira, na wakikusanyika pamoja, hiyo inakuwa ni platform ya kuja kuwaongelesha. Kuna counselors ambao wanakuja kuwapatia kuwa wosia wa maisha. Inatusaidia mili yetu tuko, tuko na afya. Tumeona iko poa sana tukicheza, at least tumeweza kujuana, tuna create at least new ni ni friendship na watu wengine, na bado tukiwa kwa game at least tuna learn. James Mongi, makala ya undugu afya.